Rajab Abdul Kahali almaarufu kama Konde Boy alizaliwa tarehe tatu mwezi wa kumi mwaka 1991 kijijini Chitohori mkoani Mtwara. Ilipofika mwaka 2009, baada ya kumaliza elimu yake ya sekondari katika shule ya Mkundi Secondary School alihamia Dar es Salaam. Na mwaka 2015, hatimaye Harmonize alisainiwa rasmi katika record label ya WCB. Hakika Mungu sio thamani Nyimbo yake ya kwanza katika record label ya WCB ilikuwa ni nyimbo ya Aiola, nyimbo ambayo ilimtambulisha vyema na kumpeleka kupata tuzo tofauti tofauti barani Afrika na nje ya Afrika. Harmonize alibahatika kupata kibali kikubwa zaidi kutoka kwa bosi wake Diamond Platinum kwa kipindi chote alichokuwa WCB, na kitu hiki kilikera wengi especially managers wa Diamond Platinum kwake Harmonize alimwona Diamond kama Mungu wake na baada ya muda mfupi wa mafanikio yake alichora tattoo ya Diamond. Kwa hakika, maisha ndani ya WCB yakawa na furaha sana hususan kwake Harmonize. Wazungu hunena behind every successful man lies a woman. Hivyo haikumchukua muda kwa Harmonize akajikita katika penzi na mwigizaji mashuhuri nchini Tanzania. Jacqueline Wolper. Kwa mara nyingine tena, Harmonize alimshirikisha Diamond katika kolabo ya wimbo wake uitwao Kwangwaru. Inavyosemekana, mpaka wanashuti wimbo huu, Harmonize alikuwa tayari ameshajikita katika mapenzi mapya na mpenzi wake wa sasa, Muitaliano Sara. Mpaka sasa wimbo Kwangwaru ndio unashikilia rekodi ya kuwa na viewers wengi katika mtandao wa YouTube kwa Afrika Mashariki nzima. Mara nyingine tena Harmonize hakusita kuongeza tatuu nyingine mwilini mwake ya mkombozi wake Diamond Platinum. Alipoulizwa kuhusiana na tatuu hiyo, alikuwa na haya ya kusema: Tanzania na dunia isingenijua kama isingekuwa yeye. Diamond ni kaka, ni rafiki na pia ni baba kwangu, sina cha kulipa wema wake. Mnamo tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2019 Harmonize alifunga ndoa na mpenzi wake wa muda mrefu mzungu Sara. Ilikuwa ni ndoa ya siri sana kwani hakukuwa na hata msanii mmoja wa WCB ambaye alihudhuria. Mapema mwaka huu kumekuwa na uvumi mwingi sana kuhusiana na kujitoa WCB kwa Harmonize. Katika moja posti zake za hivi karibuni, Harmonize alipost picture na chini akaandika. Siku zote pambana kuwa kibosi na sio kijakazi. Kwa hiyo moja sababu kuu ya Harmonize kuondoka WCB ilikuwa ni kutaka kujitegemea yeye kama yeye, mbali na vishawishi vikubwa alivyovipata kutoka kwa management yake pamoja na mkewe Sara. Ebwana, juzi kati tarehe mbili mwezi wa kumi ilikuwa ni birthday ya aliyekuwa boss wake Harmonize, ambao tunamzungumzia Diamond Platinum, na wengi wao walitegemea kwamba tungeona Harmonize akimuishi boss wake na vitu kama hivyo, lakini kilichotokea ni kwamba Harmonize alichuna z na naye Damo Planam akapiga z, so nikana kwamba kwa wili hawa sasa hivi kuna beef fulani ambayo inaendelea mapazia kwa... Tunamtazama Harmonize ambaye alikula kiapo kwamba hata kuja kuiacha WCB na je, vipi kuhusu milioni mia tano ambazo Harmonize alifaa aikabidhi WCB kutokana na kuvunja mkataba wake. Majibu yote utayapata katika the next episode ya Celebrity Hall and Culture. Hakikisha una subscribe channel yetu, gusa maandishi mekundu chini ya hii video, itatokea kengele. Gusa kengele hiyo mara moja tu, na utakuwa umejihakikishia kuwa wa kwanza kupata habari zote kwa haraka zaidi. asante. <tipa>